Asifiwe yeah. Namshukuru Mungu kwa sababu ya mkono wake na nguvu zake na ulinzi wake kule mahali mlipo sosoyo. Bwana Yesu asifiwe kwa ajili ya kikazi. Bwana amenibariki tena, nami nazidi kumwinua yeye, yeah. Bwana Yesu asifiwe kwa majina. Yangu naitwa Emanuel Katana. Kwa wale wageni, labda naona hakuna wageni Bwana Yesu asifiwe. Basi ni asubuhi njema siku ya leo, ambapo nataka kuangalia neno la Mungu ili tuweze kuendelea mbele na ibada hii yetu ambayo ni ibada ya baraka. Nilipoingia ingia mahali hapa, nimehisi kubarikiwa sana, japokuwa nimechelewa kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunataka kuangalia kuhusu habari ya nyota ya Mkristo. Nyota, tumesikia wahubiri wengi wakihubiri kuhusu nyota, njoo pokea nyota, njoo pokea nyota. Lakini hapa tuseme ya kwamba tuje tupokee nyota, nyota iko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe Amen. Amen. Tutaangalia kuhusu habari ya historia ya Yusufu, kijana ambaye alikuwa kiishi na ndugu zake na baba zake na baba yake, lakini kwa sababu ya maonevu akaweza kuuzwa huko nchi za mbali. Mwanzo e, 39:21 lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamhifadhi, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akampa nini? Akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza, wakati aliposingiziwa maovu. Hata akiwa gerezani, Bwana akampa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kutunza utakatifu, anapewa kibali hata akiwa ndani ya gereza, mahali ambapo alikuwa anatarajiwa kuchapwa viboko na kuteswa. Maandiko anasema hapo gerezani Bwana akampa kibali. Bwana Yesu asifiwe amina. Nyota yako haiwezi kunga, haiwezi kupotea nyota yako haiwezi kudhulumiwa na mtu yeyote, ni yeah. Mpaka utakapotunza utakatifu, ita, itang'ara mahali popote, hata yeah. Ukiwekwa wapi, ukiwa gerezani. Najua kuna magereza mengi, tunaona kwamba ni magereza haya, lakini magereza yetu ambayo tuko nayo labda ni magereza ya njaa, magereza ya kudhulumiwa na umasikini. Ukiwa katika hali hiyo, bado tafuta Mungu, hapo Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe Amen. Amen. Haijalisinyingereza gani, hakuna jambo linalomshinda Bwana. Bwana Yesu aziviwe. Asia watu wanasema, njoo pokee nyota, njoo pokee nyota, pokee nyota. Hao ni matapeli, nyota iko ndani yako ukiwa na wokovu hiyo ni nyota yes. Na ni lazima upalilie uh, utakatifu yeah. Ili hiyo nyota iweze kung'ara yeah. Yusufu akalijua hilo. Bwana Yesu asifiwe. Alilijua hilo. Huyu kijana mdogo alijitambua yeah. Na akajua ya kwamba nyota kung'ara ndani yake mpaka akimbie dhambi ya bibi ya Potifa yeah. Haleluya, amen. Akakimbia dhambi na akawekewa makosa, lakini akiwa gerezani, maandiko anasema kwamba Bwana akampa kibali na akawa mkuu hapo gerezani, na hatimaye alipotoka gerezani, akawekwa kuwa mkuu wa gala zima la nchi ya Misri. Hmm, akawa mkuu kwa sababu nyota ilikuwa inang'ara ndani yake. Bwana Yesu asifiwe! Ni lazima tuutafute utakatifu yeah. Tuutafute utakatifu ili Bwana aweze kuachilia neema juu ya maisha yetu. Kibali ambacho kilipewa Yusufu ni kwa sababu ya nyota ambayo ilikuwa inang'ara ndani yake, na hiyo nyota iling'ara kwa sababu ya utakatifu. Kwa hivyo kanisa la Chimbiriro na ulimwengu mzima ni lazima tutambue ya kwamba nyota yako kung'ara sio kwa sababu ya mtu akuwekea mkono, ni kwa sababu ya kuepuka maovu na kukimbia dhambi. Hapo ndipo nyota itakapong'ara. Pigia Bwana makofi haleluya. Lazima tutambue hilo ili ya kwamba tuepukane na dhambi ili tukaribie utakatifu na Bwana atazidi kutubariki. ni hayo machache na Mungu Amen. Amen. Amen. Amen.